Nyota kuchukuliwa kichawi au kufungwa maana yake ni kwamba mvuto, umahiri, ufanisi pamoja na uwezo wako unakuwa umechukuliwa au umefunikwa, na ndio maana tunashuhudia kuna watu wa wanaangaika sana kuanzisha kampuni, kujenga nyumba, kulima au kufanya biashara. Sasa kama nyota imefunikwa au imechukuliwa kichawi huwezi kupokea mafanikio sahihi kwenye maisha yako. Watu wanahangaika sana kukubalika au kuonekana, lakini kumbe tatizo lipo kwenye nyota, yaani nyota inakuwa imefunikwa au imechukuliwa kichawi. Wachawi wanao uwezo wa kuona nyota ya mtu na kuifunika ili isionekani. Sasa kwa namna hii, watu wengi huwa wanaonekana hawana mafanikio katika maisha, lakini kumbe ni nyota zao zimefunikwa. Kwa hiyo ni muhimu kupambana kuirudisha nyota yako na kuifanya ionekane tena. Lakini unaweza ukawa unajiuliza swali kwamba hii nyota huwa inachukuliwa chukuliwa vipi, au ni vitu gani ukivifanya vinaweza kuhatarisha kuweza kuchukuliwa nyota yako? Sasa hii ndio main topic katika video hii. Leo ninataka kufungua akili na ufahamu wako huwezi kujua ni kwa namna gani nyota yako inaweza kuchukuliwa kichawi au kufungwa. Kwa hivyo nisikilize vizuri sana mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu leo utapata madini mazuri sana ambayo yatakusaidia katika maisha yako yote. Kabla sijaanza, naomba nikukumbushe, kama bado hujasubscribe, hakikisha unasubscribe ili usije kupitwa na video nyingine zinazofuata. Karibu sana. Kwa kwanza, naomba nikuambie kwamba nyota yako inaweza kuibiwa au kufungwa katika namna mbili. Namna ya kwanza ni kuibiwa kichawi au kishirikina, na namna ya pili ni wewe mwenyewe kujihusisha na vitu ambavyo vinaweza kuifunga nyota yako katika ulimwengu wa kiroho. Sasa tuanze na namna ya kwanza ya nyota kuibiwa au kufungwa na wachawi. Hawa wachawi huwa wanafanya fanyaji, wachawi bwana, huwa wanachukua moja ya vitu vinavyotokana na wewe. Kwa mfano wanaweza wakachukua jasho, mate, kinyesi, nguo zako pamoja na picha. Wakishachukua vitu hivi, huwa wanaenda kuvichanganya na nguvu za kichawi ambazo huwa zinaambatana na dawa pamoja na maneno yao ya kishirikina wakishamaliza mambo yao, huwa wanakwenda kuvifukia katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni makaburini. Yaani, naomba tu nikuambie ndugu yangu, kama vitu vyako vikifukiwa makaburini, yani utahangaika sana kupata suluhu ya jambo lako lolote lile. Inaweza ikawa wamekufunga katika kazi, uzazi, mume wako, mke wako, kuoa au kuolewa Yani utasota na unaweza ukamaliza waganga na waganguzi wote, lakini huwezi kupata suluhisho la tatizo lako mpaka ujue mzizi wa tatizo lako ni nini, na ujue namna sahihi ya kuweza kukabiliana na tatizo lako. Na sehemu ya pili ni katika kisima cha kale au kisima kilichokauka. Hapa napo ni moja kati ya maeneo yao ya kuzika nyota za watu. Na katika kisima mara nyingi huwa wanapendelea kufukia nywele au kucha za mhusika. Sehemu ya tatu ni katika jalala. Na hapa sana sana watu huwa wanazika kesi. Na ndo hapo utasikia mtu anaamua kuachana na kesi yake. Japo unakuta ni yake yake lakini mtu anaamua tu anaachana na kesi yake. Watu wanamshangaa wakimuuliza hana sababu ya msingi. Yaani, nyewe uchawi ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo hizo ni sehemu tatu ambazo wachawi wanaweza kuzitumia kufukia vitu vya watu ili kuweza kuzima nyota zao. Lakini kwa bahati nzuri, zipo mbinu ambazo unaweza kuzifanya na ukarudisha nyota yako. Kwa mfano, moja kati ya mbinu rahisi zaidi, lakini zina nguvu kupita maelezo, ni chumvi ya mawe pamoja na mshumaa. Unaweza kujifunza mbinu hizi kwa kina zaidi katika video zangu zilizopita. Kwa hiyo kutokana na hili naomba nikushauri kuwa makini sana na vitu vyako. Mtu anaweza kuja kukwazima nguo yako, we ukazani ana shida tu ya nguo, lakini kumbe mwenzio ana yake mengine. Inatakiwa ujue kwamba si kila jambo unapaswa kumsaidia mtu. Kuna mambo mengine akili inatakiwa kutumika zaidi. Watu wengi sana wameponzwa na wema wao, wanadhani kwamba wanasaidia, lakini kumbe wanajiangamiza. Kwa hiyo kuwa makini. Jambo jingine ambalo linaweza kupelekea nyota yako kufungwa ni uzinzi. Hmm, hapa patamu. Tukija katika vitabu vyote vya mafundisho ya kidini hapa nazungumzia Uislamu na Ukristo, vyote vinatoa onyo kali juu ya mtu mzinzi. Sasa hii inatupa picha ya kwamba kitendo hiki cha uzinzi ni batili, na kama ulikuwa ujui ni kwamba uzinzi huwa unaharibu na kuchafua nyota, endapo ikitokea mtu yule uliyezini naye akawa na nuksi mwilini mwake na ukweli ni kwamba katika kizazi hiki cha sasa tulichonacho, watu wengi sana wameharibu nyota zao kwa kupitia kitendo hiki. Watu wengi huwa wanajua kwamba uzinzi huwa unaleta athari za kimwili kama vile ujauzito pamoja na magonjwa, lakini hawajui kwamba uzinzi pia huwa unaleta athari za kiroho. Kama umekutana na mtu ambaye ana mikosi na nuksi mwilini mwake basi lazima na wewe ubebe vitu hivyo. Sasa hebu fikiria mtu ambaye ana wapenzi wengi, alafu wapenzi wake wote wana nuksi katika miili yao. Hivi ni nini ambacho kitatokea kwa huyu mtu? Ni lazima atajikuta anabeba nuksi juu ya nuksi. Mwisho wa siku, nyota yake inafifia, inafungwa kabisa, mambo yanakuwa hayaendi, kila anachofanya kinakuwa hakifanikiwi. Chanzo ni uzinzi. Kwa hiyo, Mungu aliposema kwamba tusifanye uzinzi, alikuwa anataka tuepukane na mambo kama hayo. Lakini kwa sababu binadamu tunajifanya ni wajuaji sana, tunakiuka maagizo ya Mungu. Kwa hiyo, kama unataka nyota yako iendelee kung'ara, jiepushe na uzinzi, na kama tayari ulishajihusisha na uzinzi, fanya jitihada za kusafisha nyota yako na kwa wale ambao wanataka kuingia katika ndoa, kama huko nyuma tayari mlishawahi kuwa na wapenzi, basi fanyeni jitihada za kusafisha nyota zenu kabla. Kama mkiingia hivyo hivyo, kuna hatari kubwa ya kusababisha ndoa yenu kutokudumu, kwa sababu hapo mnakuwa mmebeba nuksi, mabalaa, mikosi ya wale wapenzi wenu ambao mliwahi kuwa nao hapo nyuma na ndio maana kwa baadhi ya watu kabla ya kuingia kwenye ndoa, huwa wanaenda kwa wataalamu wa mambo ya nyota, wanawarekebishia mambo yao, ndipo wanaingia kwenye ndoa. Lakini mimi katika masomo yangu ya hapo nyuma nimeelekeza mbinu za kuweza kusafisha nyota yako ukiwa nyumbani kwako wewe mwenyewe, yaani huhitaji kwenda kwa mtu yeyote. Kwa hiyo jitahidi kutafuta masomo hayo, yatakusaidia sana. Na kwa kukurahisishia zaidi, nimekuwekea links za hizo video kwenye sehemu ya comments hapo chini. Kitu kingine ambacho kinaweza kufanya nyota yako kuibiwa ni kushikana mikono na watu. Hii salamu ya kushikana mikono inatakiwa tuwe nayo makini sana kuna baadhi ya watu huwa wanatumia chansi hiyo kuiba nyota za watu. Tunaposalimiana na watu kwa kutumia mikono, huwa kuna mbadilishano wa nguvu unaotokea automatikali bila wewe mwenyewe kujua. Matokeo yake unajikuta nyota yako inaibiwa au inapoteza nguvu siku hadi siku. Hivyo basi kwa tahadhari hebu jitahidi kuzuia salamu hii ya kusalimiana kwa mkono, hasa kwa watu ambao huwafahamu. Kama mtu ndio mara ya kwanza mmekutana, hebu jitahidi sana kujizuia kusalimiana kwa mkono. Kuna baadhi ya watu wanapokuwa matembezini wanavaa gloves katika mkono wa kulia, ili kama akikutana na mtu yoyote yule ambaye atataka kusalimiana kwa mkono, basi ile gloves inakuwa inamkinga Kuweza kushikana nyama kwa nyama. Kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea nyota yako kuibiwa au kufungwa ni kuvaliana nguo na mtu. Swala hili unaweza kuliona ni la kawaida sana au halina madhara makubwa, lakini lina athari kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Unapovaliana nguo na mtu, yani umevaa wewe afu kesho umempa naye amevaa pale, mnakuwa mnafanya mbadilishano wa baadhi ya vitu vya kiroho ikiwemo swala la nyota. Unapovaliana nguo na mtu, kuna uwezekano mkubwa wa kubeba nuksi za mtu mwingine, na ndio maana watu wengi sana huwa wanabeba nuksi katika zile nguo za harusi bila wao wenyewe kujua, na hii hasa huwa inatokea kwa akina dada Haya, mambo haya ya kukodi nguo za harusi, magauni ya harusi, unakuta mtu aliyevaa alikuwa na manuksi kama yote, alafu na wewe bila tahadhari yoyote unakuja tu unaivaa katika ndoa yako. Kwa hiyo automatikali unakuwa umekaribisha nuksi katika ndoa yako, unashangaa baada tu ya ndoa tu mabalaa yanaanza kuwaandama. Mami kuzima ugomvi, yaani mavitu hayaeleweki. Wakati mlipokuwa kwenye uchumba mambo yalikuwa vizuri tu, lakini baada ya ndoa mambo yanaanza kubadilika. Kwa hiyo hizo nguo mnazokodi inapaswa kuziangalia sana. Kuvaliana nguo na mtu kunaweza kuwa na athari kubwa sana katika nyota yako. Unaweza kuzima kabisa nyota yako kupitia nguo ya mtu mwingine. Kabla hujavaa hiyo nguo ya harusi Hebu jaribu kufanya jitihada hata za kuiombea au kuimwagia chumvi ili kuweza kuondoa hizo nuksi na mabalaa ambayo yametoka kwa mtu mwingine. Yapo mambo mengi sana ambayo yanaweza kupelekea nyota yako kuibiwa au kufungwa, lakini kwa leo naomba niishie hapa, lakini huu sio mwisho wa somo hili. hili somo la nyota bado linaendelea. Jambo la msingi tu, hakikisha umesubscribe channel hii, ili hayo masomo yanayofuata yasikupite. Na kwa wale ambao wanahitaji masomo ya jinsi ya kusafisha nyota zao au kurudisha nyota zao ambazo zimeibiwa kishirikina, nimewawekea links hapo katika sehemu ya comments. unaweza kuklik hizo linki Uende ukajifunze katika video hizo. Kama utakuwa na maoni, swali au ushauri wowote, niandikie hapo chini kwenye comment, nami nitakujibu. Asante sana.